Mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo yalivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Wakati ule, Yesu alitoka pamoja na wafuasi wake kwenda ng'ambo ya mto Kedron, kwenye bustani akaingia. Huko yeye pamoja na wafuasi wake Yuda naye aliyemtoa alipajua mahali pale, kwa maana Yesu alifika huko mara nyingi pamoja na wafuasi wake. Basi Yuda alipokwisha kupokea kikosi cha maaskari na watumishi waliotoka kwa makuhani wakuu na Wafarisei, akaja huko na taa, na mienge na silaha. Basi Yesu akijua yote yatakayompata, akatokea akawa Wakamjibu, Yesu. Wakamjibu Yesu, akawaambia, Ndiye mimi. Naye Yuda aliyemtoa alikuwa amesimama pamoja nao. Basi alipowaambia ndiye mimi, walirudi nyuma wakaanguka chini. Basi akawauliza tena, mwamtafuta nani? Na nao wakasema, Nimekwisha waambia kwamba ni mimi. Basi kama mwani tafuta mimi, waacheni hawa waende zao, ili litimizwe ile neno alilosema, hawa ulioni pasi kumpoteza hata mmoja wao. Basi Simoni Petro aliyekuwa na upanga akauchomoa akampiga mtumishi wa kuhani mkuu akamkata sikio lake la kuume na mtumishi yule aliitwa Malkus. Yesu akamwambia Petro, Rudisha upanga wako alani. Kikombe alichonipa Baba sitakinywa? Basi kikosi na jemidari na watumishi wa Mayahudi wakamkamata Yesu wakamfunga, wakampeleka kwanza, kwanza kwa Ana, maana alikuwa mkwewe Kaifa, aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule. Na Kaifa ndiye aliyewapa Mayahudi shauri kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu. Lakini Simoni Petro alimfuata Yesu pamoja na mfuasi mwingine, na yule mfuasi alikuwa anajulikana na kuhani mkuu, akaingia pamoja na Yesu katika behewa la kuhani mkuu lakini Petro akawa akisimama nje mlangoni. Basi yule mfuasi alijulikana na kuhani mkuu, akatoka akasema na mwanamke mgoja mlango, akamleta Petro ndani. Basi yule kijakazi mgoja mlango anamwambia Petro, sema si mimi. Wale watumwa na watumishi walikuwa wakisimama karibu na makaa ya moto, maana kulikuwa baridi, wakawa wakiota moto, naye Petro alikuwapo pamoja nao akisimama na kuota moto. Basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wafuasi wake na za mafundisho yake. Yesu akamjibu, mimi nimesema wazi wazi na watu. Mimi nimefundisha siku zote katika sinagoge na hekalu, ambako Wayahudi wote hukusanyika, wala sikusema neno lolote kwa asiri. Mbona waniuliza?

mmoja wa watumishi aliyesimama karibu akampiga Yesu kofi, akisema, ndivyo unavyomjibu kuhani mkuu? Yesu akamwitikia, kama nimesema vibaya

Na akampeleka amefungwa kwa Kaifa, kuhani mkuu. Simoni Petro akawa amesimama akiota moto, basi wakamwambia Yeye akakana akasema si mimi. Mmoja wa watumishi wa kuhani mkuu, jamaa wa yule aliyekatwa sikio na Petro, akamwambia basi Petro akakana tena, na mara jogo akawika. Basi wakamtoa Yesu kwa Kaifa wakampeleka barazani. Sasa ilikuwa asubuhi, lakini wenyewe hawakuingia barazani, ili wasitiwe najisi wapate kula Pasaka. Basi Pilati akawatokea nje, akasema Mwaleta mashtaka gani juu ya mtu huyu? Wakajibu wakamwambia Pilati akawaambia, Mtoe mtoeni ninyi mkamhukumu kwa sheria yenu. Mayahudi wakamwambia Yesu lipate kutimia. Alilosema akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Basi Pilati akaingia tena barazani, akamwita Yesu, akamwambia, Wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Seme ya hivyo a wengine wamekuambia mbari juu yangu? Pilate akajibu, Je, Yahudi mimi? Taifa lako na makuani wamekutoa kwangu. Umefanya nini? Yesu akajibu, ufalme wangu sio wa dunia hii. Kama ufalme wangu Ungekuwa wa dunia hii, bila shaka watumishi wangu wangalipigana, wangali pigana nisitolewe kwa Wayahudi. La. Sasa ufalme -sa wangu sio wa hapa. Hapo Pilato akamwambia sema ya kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya hiyo, na nimekuja duniani kwa ajili ya hiyo, ili ni shuhudie ukweli. Kila mtu aliye wa ukweli huisikia sauti yangu. Pilati akamwambia ukweli ni kitu gani? Shasema hivyo akawaendea tena Mayahudi akawaambia, mimi sioni hatia yoyote kwake. Lakini kuna desturi kwenu niwafungulie ninyi mtu mmoja wakati wa Pasaka. Basi mwataka ni wafungulie amewa Mayahudi? Wakapiga tena kelele wote wakisema, si Baraba! Naye Baraba kuwa mnyang'anyi. Basi hapo Pilati akamtwaa Yesu akampiga mijeledi. Maaskari wakasokota taji la miiba wakamtia kichwani, wakamvika vazi jekundu, wakaja mbele yake wakisema akampiga makofi. Basi Pilati akatoka tena nje, akawaambia, namleta tena nje mbele yenu pate kujua ya kuwa sioni hatia yoyote kwake. Basi Yesu akatoka nje ameva taji la miiba na vazi jekundu, akawaambia "Tazameni mtu." Basi makuhani wakuu na watumishi walipomona walipiga kelele wakisema Bilati akawaambia mtwaeni ninyi mkamsulibishe, kwa maana mimi sioni kiso kwake. Mayahudi wakamjibu. Basi Pilato aliposikia neno hilo, akazidi kuogopa, akaingia tena barazani, akamwambia Yesu, umetoka wapi wewe? Lakini Yesu hakumjibu neno lolote. Si akamwambia, husemi neno? Hujui ya kuwa ninao uwezo wa kukusulibisha na uwezo wa kukufungua kuwa na uwezo wowote juu yangu usingali upewa kutoka juu. Kwa sababu hiyo aliyenitoa kwako ana dhambi kubwa zaidi. Tangu hapo Pilati akatafuta kumfungua, lakini Mayahudi wakapiga makelele wakisema. Basi Pilati aliposikia maneno hayo akamleta Yesu nje akaketi kitini mahali palipo itwa Litostrotos, na kwa Kiyahudi Gabatha. Ilikuwa maandalio ya Pasaka, yapata saa sita Akawaambia aka Wayahudi tozameni mfalme wenu. Wao lakini wakapiga kelele. Pilato akawaambia, Nimsulibishe mfame wenu. Makuhani wakuu wakajibu. Basi ndipo alipomtoa kwao asulibiwe wakamtoa Yesu wakampeleka nje. Akatoka akijichukulia msalaba wake kwenda mahali paitwapo Kalvari, kwa Kiyahudi Golgota. Ndipo walipomsulibisha na wengine wawili, pamoja naye, upande huu na upande huu na Yesu katikati. Pilati aliandika pia anwani, akaiweka juu ya msalaba. Iliandikwa, Yesu Mnazareti, mfalme wa Mayahudi. Basi anwani hiyo Mayahudi wengi waliisoma na mahali aliposulibiwa Yesu palikuwa karibu na mji, nayo iliandikwa kwa Kiyahudi, Kiyunani na Kilatini. Basi makuhani wakuu na Mayahudi wakamwambia Pilati. akatwaa mavazi yake, wakafanya mafungu manne, kila askari fungu lake, na kanzu na kanzu. Ile haikuwa na mshono. Na kanzu yangu wakaipigia kura. Ndivyo basi maaskari walivyotenda wakawa wakisimama karibu na msalaba wa Yesu, Maria wa Kleofa na Maria Magdalena. Basi Yesu alipomona mama yake na yule mfuasi aliyempenda amesimama amesi mama, akamwambia mama yake Ni. Mfu. Ah, si. O yondie mama. E mama. Palikuwa na chombo kilichowekwa pale kimejaa siki, nao wakati ya sifongo iliyojaa siki juu juu ya mwanzi wakamwekea kinywani. Basi Yesu alipokwisha kuipokea siki akaani siku ya Sabati, kwa maana siku ile ya Sabati ilikuwa kubwa, wakamwomba Pilati miguu yao ivunjwe iondolewe. Basi askari wakaja, wakamvunja miguu wa kwanza na wapili aliyesulibiwa pamoja naye. Hata walipomfikia Yesu, wakimwona amekwisha kufa, hawakumvunja miguu lakini askari mmoja akamchoma ubavu ine la sema watamtazama yule waliyemtoboa. Baada ya hayo, Yosefu wa Arimatea akaenda kwa Pilati kuomba ruhusa ya kuchukua mwili wa Yesu. Kwa maana alikuwa mwanafunzi wa Yesu kwa siri, lakini kwa ajili ya kuogopa Wayahudi. Pilati akakubali, naye akaja akachukua mwili wa Yesu. Na Nikodemi yule aliyefika zamani kwa Yesu usiku akaja vilevile na ratili mia za manemane iliyochanganyika kwa shubiri. Basi wakautwaa mwili wake Yesu, wakaukafini kwa vitambaa pamoja na manukato, vile ilivyo desturi ya Mayahudi kuzika na mahali pale aliposulibishwa palikuwa na bustani, na ndani yake kaburi jipya, ambalo mtu yeyote hajazikwa ndani mwake. Ndipo walipomzika Yesu kwa kuwa kaburi lile ni karibu na ilikuwa siku ya kuandalia Pasaka.